Mimi naitwa Mchungaji Rodi Fresh. Nimeona wanakuita mwenyekiti wa zoni ya Gongo la Mboto. Mimi ni mwenyekiti wa zoni ya Mboto CC. Uh-huh. Unatumia mbinu gani kuhamasisha wachungaji kushiriki semina kama hii iliyomalizika? Mara kwa mara tunafuatilia wachungaji, saa nyingine wachungaji pamoja, na kuwahamasisha saa nyingine ninawaita wachungaji tunakaa mahali pamoja pamoja na washirika wao na kueleza Nimesikia una tamasha. Nina tamasha tarehe 22 mwezi huu okay. Aii, tamasha lako linalenga nini mchungaji? Tamasha letu linalenga kuhusu ujenzi, pia anamtu na mtoto wetu pale naye anazindua kanda yake. Ujenzi ni kwamba tunajenga kanisa, tumeshajenga lakini kunabaki Unawaambia nini watumishi wa Mungu wanaokutazama kutoka maeneo mbalimbali? Ninawaambia watumishi wa Mungu wanaonitazama kwamba Mungu awabariki, kama mtaniunga mkono kwa jambo hili. uh -huh. kanisa langu limefikia wapi kwenye au finishing tu? Kanisa langu limefikia kufunikwa kama hivi mkuu. uh -huh. wa ofisi bado, uh -huh. haijafunikwa na tunahitaji milango, madirisha, namba yako ya simu namba yako ya simu ni 0717 49 39 26 namna ya kufika kanisani kwako mtu akiwa Gongolamboto ama kinyereze anafikaje namna ya kufika kanisani kwangu unapanda gari labda kama unatoka mjini unashukia kituo kipya shuka kituo kipya ukifika pale kuna bodaboda kuna bajaji, ulizo kwa Mchungaji Mshihiri. Naona pembeni una mrembo hapo, au ndio Leah mwenyewe huyo pembeni? Huyu ni mwalimu pale pale kanisani kwetu, mtumishi uh-huh, wa Mungu ambaye anamtumikia Mungu, anasafiri huko na huko pia ni mwimbaji wa kimataifa. Basi na yeye amsalimi, mtazamaji atakuwepo kwenye tamasha atakuwepo kwenye tamasha. Nyumbani kwako karibu sana

Hebu mpe mtazamaji, akapewa fupi ya wimbo utakaoimba, dogo kabisa, tusimalize uhondo, hata kama ukiimba watenzi za roni Le, dhambi, niliko, samsada. Um, nini wito wako kwa waimbaji sasa kwa habari ya ile tamasha? Uh, wito wangu kwa waimbaji wa nyimbo za injili ni kwamba wao pia ni watumishi kama watumishi wengine. Kwa hiyo wanapokuwa wanahudumu wajue kwamba wanaujenga mwili wa Kristo lakini pia wanaweza ukafanyika chachu ya kanisa kuweza kujengwa, kwa sababu mhubiri yoyote hawezi kufanya kazi ya Mungu bila ubai. Kwa hiyo naye anakuwa anasukuma ile gari kwa namna moja au nyingine, sio sisi tu kuimba kuna unaa ya watu, lakini pia hata physically anajenga na kukote, ni madhabahu ya kanisa la Mungu mahali popote, madhabahu ya Mungu. Wito wangu ni kwamba Inawakaribisha watu wote wachungaji, maaskofu, manabii, mitume, wakaribie mahali pale ili tuweze kujenga mwili wa Kristo. harambee yako unatarajia lini? harambee yangu inatarajia tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa pili. Kumbe harambee inafanyika na tamasha pia? na tamasha. Oh, hatuna neno bali ni kuhimiza kwamba watu watakaposikia, watakapo waje kwa wingi kwa ajili ya jambo hili.